Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama tulivyokuahidini ya kwamba Albushra TV Burundi Nuru ya Umma itakuleteni vipindi tofauti na leo nakuleteni moja katika vipindi vya tiba ya asili. Alhamdulillah, mbele yangu kuna mti huu, mnauona hapa, nauona hapa. Kwa lugha yetu sisi kam nzuri ya Kirundi tunaita mkubu zoi Kirundi, kwa Kiswahili tunasema ni mfajio wa asili, yaani walikuwa wakitumikisha zamani, hawajaanza kutumikisha mifajio mingine kama vile hii inatokana na ngazi hii inatokana na ngazi, walikuwa wajaanza kutumikisha hii. Kwa hivyo walikuwa walikuwa wanatumikisha wanatumikisha, kwa kuwa ni twingi afu tugumu kidogo hivyo hivyo. Eh, sasa sisi tunakukumbusheni na kuelekezeni kwamba hii ni dawa nzuri sana ya vidonda vya tumbo. Kwa lugha yetu wa Faransa mnasema ni estoma. Dawa hii inachukuliwa Unaiosha vizuri kabisa, kisha baada ya kuiosha unafikinya katika maji ya baridi. Maji ya baridi, haipiti kwenye moto. Maji ya baridi unafikinya vizuri, unapata ule uzito. Kisha unauchuja vizuri sana, unauchuja, unauchuja, unapata kile ki lita moja na nusu, kile kikinju, kile kile kichupa cha maji kile cha lita moja na nusu, umechuja vizuri hiyo inakuwa iko tayari kwa matumizi matumizi yako. Unaanza kutumia asubuhi, unakunywa kidogo kidogo kidogo kidogo, unahakikisha mpaka jioni au usiku umeimaliza. Kisha unasubiri baada ya wiki mbili, unachuma tena nyingine dawa, unafanya vile vile kama ulivyofanya mwanzo, katika maji ya baridi unafikinya, unapata dawa nzito, unaichuja vizuri kabisa, unapata ile lita moja na nusu. Hapo inakuwa ni tayari kwa ajili ya matumizi. Unaanza kutumia asubuhi kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka usiku au jioni unakuwa ume, umeimaliza. Hapo kwa uwezo wake Allah na ufalme wake Allah tabaraka wa taala, hata yule ambaye alikuwa ha daktari alimwambia, bwana wewe usitafuni mihindi mahindi utatafuna, Shekhe. Kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo dawa yetu ndiyo hii, na hii ni ya kwanza tu. Ndio maana tunakuombea ni mtufuatilie kwa karibu kwa kusubscribe kwenye TV yenu Albushra TV Burundi, Nuru ya Umma, na tiba tutakwenda tunaeleza moja baada ya nyingine, insha Allahu taala.